Tushirikishane tone la upendo. Ndugu zangu, karibuni tusikize neno na tafakari. Leo ni jumapili ya 26, mwaka C wa Kanisa, na masomo yetu ya leo yanatutafakarisha juu ya upendo kwa maskini. Dominika ya leo, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa kuwajali wenzetu, hasa wale wasiojiweza. Tutengeneze mazingira ya kuwa nao karibu katika kuwapenda na kuwasaidia. Ni katika kutenda wema tunapata baraka kwa Mungu mwenyezi. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ya sita aya ya kwanza na aya nne hadi ya saba. Ole wao wanaostarehe katika Sayuni na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria, ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe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 Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya 11 hadi 16. Wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utaua, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu aliyeyahifadhi hai vitu vyote, na mbele za Yesu Kristo aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha Yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi 31. Bwana awe nanyi, na awe rohoni mwako. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarao na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na masikini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, aliyeinua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake, akalia akasema E Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha nabii Amosi, ile sura ya sita aya ya kwanza na aya ya nne hadi ya saba. Nabii Amosi anatambulika kama nabii ambaye ni mtetezi wa haki za wanyonge. Ujumbe wake wa leo ni huu: ole wao wanaoishi maisha ya starehe, ili hali hawaguswi na mateso ya watu wanyonge. Amosi alikuwa mchungaji aliyeishi katika ufalme wa Yuda, yaani ufalme wa kaskazini miaka ya mia saba hamsini kabla ya Kristo. Aliitwa na Mungu kuwa nabii na kiongozi wa watu waliogandamizwa na ufalme wa Samaria, ingawa yeye ni mzaliwa wa ufalme wa Yuda. Aliishi wakati wa mfalme Yeroboam wa pili. Wakati wa mfalme Yeroboam, taifa lake lilistawi sana kiuchumi na watu walikuwa na maisha mazuri. Hata hivyo, uchumi unapostawi, kunajitokeza makundi mawili: kundi la wanufaika, yaani matajiri, wafanya biashara na viongozi mbalimbali, na kundi la maskini wanaoogelea katika lindi la ufukara. Kwa kuwa uchumi wa himaya ya kaskazini ya Israeli ulikuwa mzuri, watu wengi, hasa matajiri na wenye madaraka waliridhika na maisha ya malimwengu. Hawakushika tena mambo ya dini wala kuzingatia agano lao na Mungu. Walijistarehesha kwa kula na kunywa vinywaji vya gharama, pia walijenga majumba ya kifahari, huku wakiwanyanyasa na kuwaibia watu maskini. Hivyo nabii Amosi anawakemea watu hawa matajiri na viongozi kuacha tabia yao mbaya mara moja, la sivyo Mungu atawaadhibu kwa kuwaletea taifa lingine liwatawale kama sehemu ya adhabu yao. Wapendwa ndugu zangu, kupitia somo hili tuna mambo kadhaa ya kujifunza. Nabii Amosi alitumwa na Mungu kuzungumza na watu wake kuhusu mwenendo wao wa maisha, lakini hata sasa Mungu anaendelea kuzungumza na sisi kupitia watumishi wake. Leo mwenyezi Mungu anatufundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, rasimali tulizopewa na Mungu ni zetu sote. Ufalme wa kaskazini ulibarikiwa kupata mali, lakini ziliishia katika mikono ya wachache, wakawasahau wahitaji. Hili ni jambo ni baya na linamchukiza sana Mungu pale ambapo tunatumia mali za nchi au taasisi kuwanyanyasa wengine na tena wakati mwingine utajiri wetu tumeupata kwa ufisadi, kwa njia ambazo si halali. Tujiulize, ni mara ngapi sisi wenyewe au watu wengine wameuza rasilimali za nchi kwa ajili yao wenyewe na si kwa ajili ya manufaa ya nchi nzima? Au wakati mwingine tumetumia mali za taasisi kujinufaisha wenyewe, wakati kuna watu wengine wamenyimwa haki ya kunufaika na hizo rasilimali. Mtakatifu Ambros amewahi kusema kwamba unapompa maskini kitu, kumpatii kilicho chako, bali unamrudishia kilicho chake, kwani mali ya dunia hii ni yetu sote. Inasikitisha sana kuona hakuna usawa katika dunia hii, hasa katika kugawana mema ya nchi. Ndiyo maana kumekuwapo na matabaka ya watu matajiri na maskini karne hata karne, kunakosababishwa na ubinafsi wa watu wachache. Jambo la pili tunalojifunza, starehe zikizidi ni hatari kwa afya ya roho yako na ustawi wa jamii. Watu wa ufalme wa kaskazini walijistarehesha, wakamsahau Mungu na watu maskini. Kwa huluka yetu sisi wanadamu, mara nyingi tunapofikia hatua ya juu ya kimaendeleo au tunapopata mali nyingi, tunakuwa wepesi sana kumwacha Mungu na kudharau wasio nacho. Na matokeo yake ni kujikita katika kila aina ya anasa, kula na kunywa vinywaji vya gharama. Mfano, wakati wa weekend tunatumia muda wetu mwingi kukesha, ba kuagiza vile tuvitakavyo, na wakati huo huo tunasahau kwamba siku ya Dominika imefika, tunapaswa kuacha yote na kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu tunaojifunza, tujifunze kuhuzunika na wenzetu. Nabii Amosi anasema, lakini hawahuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Neno Yusufu linawakilisha watu wa taifa la Israeli wa himaya kaskazini. Maana timbuko lao ni makabila mawili ya Efrahimu na Manase ambao ni watoto wa Yusufu. Kwa hiyo neno mateso ya Yusufu inamaanisha watu wote wa Israeli ambao wanateseka kwa sababu mbalimbali mbali. Kila mmoja wetu anapaswa kushiriki katika mateso na maangaiko ya mtu mwingine, kwani sisi sote ni ndugu. Tunapaswa kusaidiana na kuhurumiana. Inahuzunisha sana pale ambapo kuna baadhi ya watu wanaishi maisha ya kifahari kupitiliza, lakini wengine wanaishi maisha ya taabu kupindukia na hakuna mtu anayeunyosha mkono wake kuwajali kwa hali yoyote ile. Katika somo la Injili, Yesu siku ya leo Dominika, anatufunulia ujumbe mzito kuwa ili kuwa Wakristo wa kweli inatupasa kutambua, kuonja na kushiriki kujibu kilio cha damu, yaani mahitaji ya wenzetu, hasa wanyonge na wahitaji. Katika kueleza ukweli huu Yesu anatoa mfano wa tajiri na maskini aitwaye Lazaro. Huu ndiyo mfano pekee katika mifano ya Yesu ambao mmojawapo wa wahusika anatajwa kwa jina, yaani Lazaro, lakini tajiri hatajwi jina. Yesu alipambanua hali za hawa wawili, tajiri na maskini. Tajiri alikuwa na yote aliyotaka na maskini alikosa kila kitu. Tadiri alivaa vizuri sana nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Hivi vyote viliashiria upeo wa uzuri. Rangi ya zambarau ilikuwa ghali sana, ilitoka kwa samakigamba. E, walioweza kuvaa mavazi hayo walikuwa wafalme na matajiri wakubwa. Pia tajiri alikula kila siku kwa anasa, kwa furaha sana. Kwa ujumla, aliishi kama mtu wa tabaka yake ila angeweza kuwa tajiri mfadhili aliyewasaidia wengine. Hatusomi kwamba alifanya dhambi kubwa, ila aliishi kwa ajili yake mwenyewe. Alijipenda sana, wala hakuangalia wengine na mahitaji yao. Kwa upande wa Lazaro maskini, yeye alikosa chakula, hata alitamani ale makombo yaliyoanguka katika meza ya tajiri, ambao mbwa waliyapata. Alitegemea kile alichopewa na watu waliomhurumia. Hakuvaa vizuri, alikuwa na vidonda visivyotibika vilivyolambwa na mbwa waliokula makombo kutoka meza ya tajiri. Hali za tajiri na maskini zilikuwa mbali mno. Hata hivyo, hatusikii kwamba maskini alimlaumu Mungu wala hakunung'unika hali yake. Alikaa kimya tu, kama mtu aliyemtumainia Mungu. Maskini alipokufa alipokelewa vizuri mbinguni na kukaa kifuani mwa Ibrahimu, lugha ya kuashiria kwamba alipata raha sana, akiwa na ushirikiano mwema na mababa wa zamani. Wayahudi walitegemea sana neno la kuwa wazao wa Ibrahimu. Tajiri alipokufa hakupokelewa mbinguni, bali alikwenda kukaa mahali pa wafu. Mapinduzi makubwa yalitokea kwa kila mtu tena shida aliyopata maskini hapa duniani ndiyo aliyopata tajiri baada ya kufa, tena zaidi yake. Pia raha aliyopata tajiri hapa duniani ndiyo aliyopata maskini baada ya kufa, tena zaidi yake. Hapa duniani tajiri alilipwa vizuri sana katika maisha ya raha, na maskini alikosa hata senti moja, lakini haya yote yamebadilika. Bila shaka tajiri aliumia zaidi alipomwona Lazaro amekaa karibu na Ibrahimu katika raha kubwa na yeye yuko mbali naye. Ndipo tajiri akalia kwa Ibrahimu akimwita baba, akamwomba amhurumie na kumtuma Lazaro amrudishe kwa kumpa maji kwa ajili ya mateso yake. Tajiri amekuwa mwombaji kama Lazaro alivyokuwa alipokuwa hapa duniani. Bado angali anamwangalia Lazaro kwa kiburi cha kufikiri kwamba haweza kumhudumia, huku yeye hakumhudumia hapo nyuma, yaani akiwapo hapa duniani. Iwapo Ibrahimu alimwita mwanangu, alimkumbusha maisha yake ya starehe aliyopata hapa duniani kwa kujipenda yeye binafsi tu, huku Lazaro akiteseka pasipo msaada wowote. Tajiri alianza kuwazia wengine ila si maskini, bali ndugu zake waliobaki duniani. Bila shaka aliogopa nao watafika matesoni wasipotubu hali zao za kujipenda kama yeye alivyojipenda. Alimwomba Ibrahimu amtume mtume ama Lazaro au mmoja aliyekufa na kuwa hai tena, ili awaonye ndugu zake juu ya hatari walionayo. Lakini Ibrahimu akamjibu, ilitosha wasome na kufuata mafundisho ya maandiko ya Agano la Kale. Hakuna haja ya mtu atoke katika wafu na kuwaonya, katika maandiko yamo mafundisho ya kuwaelekeza kuishi kama Mungu atakavyo, kumpenda Mungu na kuwajali wahitaji. Kwa hiyo katika kusema hivi, Ibrahimu alidokeza kwamba tajiri alifika mahali alipo si kwa sababu ya utajiri wake hasa bali kwa sababu ya kukosa kutia maanani maandiko ambayo yangemwelekeza kuutumia utajiri wake katika kuwasaidia wenye shida. Hivyo utajiri ni hatari. Utajiri si dhambi. Jambo la kuzingatia ni namna ya kuwasaidia wengine katika taabu zao. Mafundisho tunayopata katika sehemu hii ya Injili ya siku ya leo ni haya yafuatayo. Fundisho la kwanza: Tunapaswa kuguswa na kutatua mahitaji ya watu wengine. Ndugu zangu, huenda tukamcheka na kumdharau tajiri huyu kwa alichotenda. Hata hivyo, tukumbuke kuwa hulka na mwenendo wa tajiri huyo vinatuwakilisha mimi na wewe. Ndiyo maana hakutajwa jina, ili ujiweke hapo wewe na uweze kujitazama vizuri moyoni mwako, kama bado unatenda kama yeye au umebadilika na kuwa mfadhili wenye shida mbalimbali. Kuwasaidia watu si katika kuwalisha na kuwanyusha tu, kwa sababu inawezekana usiwe navyo hivyo vitu, lakini wewe ukawa tajiri wa ushauri. Yaani unaweza kumsaidia mtu kwa kumpa wazo fulani la kumkwamua katika shida inayomkabili. Fundisho la pili: utajiri ni hatari, si dhambi. Injili haituelezi kwamba yule tajiri alikuwa amekosa kitu, yaani amefanya dhambi, labda ya kuwaibia watu au kufanya ufisadi au kuwapunja vibarua wake na kadhalika. Bila shaka utajiri wake aliupata kihalali. Tunaposali ile sala ya toba na kuungamia Mungu Mwenyezi, tunasema nimekosa kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo, na kwa kutotimiza wajibu kule kutotimiza wajibu na kuwasaidia maskini ndiko kulikomfikisha yule tajiri jehanamu. Hilo ndilo kosa lake, lakini katika utajiri wake angewajali maskini, bila shaka naye angeirithi mbingu. Tujitahidi kutimiza wajibu wetu kama Wakristo wema. Fundisho la tatu: umaskini wa kujitakia siyo kibali cha kuingia mbinguni. Mara nyingi tunapotafakari injili hii tunaweza kufikiri kwamba kuwa maskini kama Lazaro ni kibali cha kuingia mbinguni. Umaskini wa kujitakia kwa sababu ya kuendekeza uvivu haukubaliki. Mwenyezi Mungu ametujalia afya njema na nguvu za kufanya kazi, hivyo ni lazima tuwajibike, maana yeye mwenyewe alimwagiza Adamu ailime ardhi ili ajipatie chakula chake, na zaidi sana yeye mwenyewe alifanya kazi kwa siku sita. Je, wewe ni nani usifanye kazi na unataka kujiweka kwenye kundi la ombaomba? Kutokupenda kazi ni dhambi mojawapo ya kutotimiza wajibu. Maskini wanaopaswa kujaliwa ni wale ambao kweli hawajiwezi, aidha ni wale mavu au wanaishi katika mazingira magumu ambayo hayana uwezo wa kuzalisha chochote, au wale wanaojibidisha lakini kwa bahati mbaya hawajafanikiwa. Fundisho la nne, tunapaswa kuishi kile ambacho neno la Mungu linatuasa na kutubidiisha. Tajiri anapomsii Ibrahimu amtume Lazaro aende nyumbani kwa baba yake awaonye ndugu zake, ili wasije nao wakapelekwa mahali pa mateso watakapokufa, Ibrahimu anamjibu akisema wanao Musa na manabii, nao wasikilize wao, na tena wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishika hata mtu akifuka katika wafu. Maneno haya Ibrahimu yana maana kubwa sana, kwani Ibrahimu ananuia kusema kuwa wasihangaike kusubiri mtu atoke katika wafu kuwakumbusha wao, bali waishi kile ambacho wameagizwa katika neno la Mungu ili kuepuka kufika mahali pa mateso. Sisi tunayo maandiko matakatifu, tunayo viongozi wa dini na jumuiya tukishika neno la Mungu na mafundisho tunayopewa na tukasadiki na kuyaishi jema mbinguni patakuwa sebule yetu. Katika somo letu la pili Mtume Paulo amemwandikia Timotheo waraka wa kichungaji. Hii ni kwa sababu Timotheo alikuwa askofu anayesimamia kanisa mahalia la Efeso. Hivyo Mtume Paulo anampa maelekezo ya namna ya kuongoza kanisa. Anamweleza namna ya kutoa mfano bora wa maisha kama kiongozi wa kanisa. Paulo anamtaka Timotheo awe mtu wa haki, mchaji, mwenye kuishi imani yake, mwenye saburi na upole. Ikiwa Timotheo ataishi fadhila hizi, ataweza kuwa kielelezo kwa kanisa analolisimamia. Ndugu zangu, kupitia somo hili tuna mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza, kiongozi siku zote anapaswa kuwa mfano wa kuigwa. Mtu yeyote anayekabidhiwa kundi la kuongoza lazima uishi tunu msingi za haki, wema na ukweli daima, ukilenga kuwasaidia watu, hasa wanyonge katika hali zao. Inashangaza sana kuona kiongozi mwenye dhamana anaishi maisha ambayo ni hivi hivi tu, na kupitia maisha yake anakuwa kikwazo kwa wengine badala ya kuwa mfano bora. Tunaweza kujiuliza kiongozi ni nani? Je, kiongozi ni lazima awe wa dini au serikali? Jibu ni hapana. Kila mtu ni kiongozi kupitia nafasi yake aliyo nayo. Baba au mama ni kiongozi wa watoto wake na familia yake kwa ujumla, hivyo hana budi kutoa mfano mzuri kwa watoto anaowalea. Lakini pia ni kiongozi wa maisha yake mwenyewe, ni lazima ujitahidi sana kuiongoza nafsi yako vizuri, ikiwa ni pamoja na kuitoa nafsi yako kwa ajili ya kuhudumia watu wengine, hasa wenye uhitaji, wakiwemo maskini. Kwa kufanya hivyo, tutajiandalia njia nzuri ya kumwona Mungu kama Lazaro alivyofanikiwa kukaa katika kifua cha Ibrahimu. Jambo la pili, tuiungama imani katika kweli pasipo woga. Kupitia waraka huu, mtume Paulo anamwagiza Timoteo awe tayari kuiungama imani yake, aungame maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Ndugu mpendwa, sisi tunaomfuata Kristo, imani yetu inawindwa na maadui wengi, wakiwemo manabii wa uongo na watu wasiopenda kuona Kristo anaabudiwa. Tukitambua hayo, hatuna budi kuwa hodari kusimamia kile tunachokiamini katika kweli na haki, ili Kristo aliye nuru ya kweli aithibitishe imani yetu. Ndugu zangu, katika dominika ya leo tumejifunza umuhimu wa kuwajali wanyonge. Ni wito wa Mungu kwetu sote kutambua kwamba zawadi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, tunapaswa kushiriki na wengine. Utajiri tulio nao si wetu peke yetu, bali sisi ni kama mawakili tu wa kusimamia mali tuliyo nayo, hivyo tunapaswa kugawana na wengine tone la upendo. Tumsifu Yesu Kristo! Milele amina. Aliyekuandalia tafakari hii mi ni mimi Shemasi Revocatus Benard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu.